Biblia inapozungumzia habari ya maaskofu inajaribu kuwahusisha sana na suala la, la, la imani, hasa katika habari za Ukristo. Najaribu kuwaona sana katika bado kwenye agano la Kale, baada ya nani, baada ya kipindi cha Yesu kuondoka, aliyejaribu kuita hilo jina nimelikuta zaidi kwa uh, Paulo amelitumia, lakini hata Petro amelitumia neno askofu na unapolifuatia neno waskofu kwa asilimia kubwa sana ukilizungumza tu waskofu kwa hmm, watu wa kawaida hmm, uh, katika kari na vipindi ninavyoishi wanajua kama ni kiongozi mkuu wa wa Wadi, kama makanisa, okay, kwamba labda kutakuwa na wachungaji wainjilisti au kwa mfano unakuwa na mchungaji hmm, lakini wanaamini ni cheo kwamba askofu huwa anasimamia uh, makanisa makanisa mengi, okay, anakuwa kama ndio mkubwa. Uh, lakini sasa tutapata maelezo mm, kutoka ndani ya Biblia kwamba askofu ni askofu ni nani. Lakini kwa sababu tumezungumza na siasa za dunia mm, wacha tujaribu kuenda, na si kujaribu kuenda maana, mm, kila kitu kuna ule wakati. Kwa mfano leo, kabla wakati najaribu kuangalia ile somo mm, bado nikawa naangalia baadhi ya klipu na tukio au matukio yanayoendelea Tanzania, mm, na kama unakumbuka ile klipu iliyopita kujaribu kumzungumzia mpaka nani Gwajima yeah, na kwamba yeye katika kuyakuzungumza ni haki kuzungumza yeah. Labda kuna wakati kuna baadhi ya watu watasema na, ana ajenda yake, kwa wengine wanaweza kusema ni mnafiki, kwa sababu alikuwa mm. kule, lakini ukisha sema hayo yote ni kwamba bado mm. watu watu hawatakuelewa, utakuwa kama unaondoa kwenye reli, kwa sababu ni kipindi ambacho eh, kwa upande wa Tanzania mm. kuna habari ya nini ya uchaguzi ya uchaguzi ya uchaguzi ambao unategemea kufanyika mwezi wa Oktoba mwaka huu. Lakini mwaka huu tofauti na miaka mingine ni kwamba kuna mvutano, mvutano. Sasa sasa, huu mvutano mkubwa ndio umeonekana kwamba sasa kuna mambo ya dini, kuna vitu vingi vimeingiliana. Nasema wakati ninaangalia pale, wakati najaribu kuangalia hilo somo yeah. nikawa ninaangalia mpaka nani, suala la la hao Chadema kule, kule Dodoma kwanza kwanza, kuna bwana anaitwa Msigwa alienda kutaka kupeleka matamasha ya muziki kwenye vyuo mbalimbali vikuu, lakini wakati anazungumza pale, nilikuwa nasikiliza sana, no reforms, no election. Lakini baadaye ikaonekana kwamba kundi la kina HM, eh, makamu mwenyekiti lienda Dodoma. Kuna kitu bado, na mimi nikakiona kile kitu hmm. Uh, kulikuwa na hali fulani ya mwamko ambao hauwezi ukaupuuza Yani kuna mwamko wa no, no reforms no elections okay. kwa kwa mm, wakati nazungumza hizi habari ambapo labda maskofu nafasi yao na ukengeufu, lakini baadaye kuingia katika nini siasa za dunia yes. Nishazungumza hata kile kipindi cha awali kusema kwamba asili yake ni kwamba wale watu watakiwa kae katika masuala ya rohoni, ila kuna, kuna kipindi ambacho huwa kutokana na hali ya nchi unakuta hata kama wakisema uendelee tu moja kwa moja na masuala ya rohoni okay, ni kama hawitendei haki jamii, kwa sababu watu kama hawa mwisho wa siku watakuwa ni viongozi wakisha. Katika nchi yenye amani, maana yake ni kwamba atapata fursa kila mtu akiwa kwa nafasi yake, fursa ya kuliongoza kanisa likienda sawa. Sasa ikifikia hatua kwamba hakuna maelewano, wale ni watu ambao wana hekima zao. Kwa hiyo ukisema kwamba ukae kimya, mimi nadhani kwamba uongozi na utumishi unakuwa kama vile umekushinda. Sasa tuondoke huko sasa, hebu turudi katika nani sasa, katika okay. mada yetu mm, kwamba ukengeufu wa nini wa maskofu na nini na siasa, siasa za dunia, kwa hata msikilizaji kwamba nishamwambia ile, nimegusa kisiasa, lakini mm, kwa sababu siasa zitakuja, hatujui huko mbeleni Mungu tumukurakisa tumu, tumu kuomba Mungu mambo amani iwepo mm, lakini mwisho wa siku haya masomo lazima yaendelee yaendelee. Kwa hebu tusome katika kitabu cha Watesalonike wa pili e, sura ya pili mstari wa tatu. Watesalonike wa pili sura ya pili mstari mstari wa tatu. Na uliniuliza swali kwamba hivi nini maana ya neno hey, askofu? Nini maana ya neno hey, askofu? Hebu angalia kwanza hiyo sita, hapo. Kwanza nazungumzia ukengeufu, baadaye ndio nakuja kwenye kwenye askofu. Kukengeuka ni kama ni kuiacha njia Okay, Wathesalonike wa pili sura mstari mstari ya pili mstari mm -hmm. wa tatu. Ni sura ya pili, mstari wa tatu. Mhm. Nasema kwamba mtu awaye yote asiwadanganye. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia okay, yoyote. Okay, kwa njia yoyote. Haiji haiji mm -hmm. isipokuwa kwanza ule ukengeufu. Inazungumzia siku ya Bwana. Mm -hmm. Yaani siku ya Bwana pia kwa Kristo haiji mpaka uje ule ukenge ukengeufu. Kuna suala ukengeufu. Sasa sijataja nani anayekengeuka. Sasa kabla ukengeufu ni, ni, ni, ni mada nzito kidogo, nani ile siri ya kuasi mm. Lakini sasa mata, ili, Matendo ya Mitume 20 28 tupata sasa habari ya maskofu sasa okay. Matendo ya Mitume sura 20 kuanzia mstari wa 28, Matendo ya Mitume 20 mstari wa 28 hadi 30 hii inasema kwanza Jitunzeni nafsi zenu okay, na lile kundi lote nalo, anawaambia wazee wa kanisa ambalo, okay. okay. Okay. Roho Mtakatifu amewaweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake, okay. mpate kulilisha kanisa lake Mungu, okay. uh -huh. alilolinua kwa damu yake mwenyewe. okay. 29. uh -huh. najua mimi ya kuwa okay. baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, hmm. wasilihulumie kundi Okay. Okay. Tena katika nyinyi wenyewe watainuka watu wakisema wapotovu, wawavute hao wanafunzi waanda waandamie wao wow. Hapa wow. Anazungumza alivyokuwa kabla hajaondoka, kuna sehemu inaitwa Efeso mm. Mji wa Efeso, Paulo alienda pale Efeso, ikabidi awaite wazee. Okay. Wazee wa makusanyiko mbalimbali wanaitwa mbali, wazee wa kanisa mm. Kwani kama alikuwa anaagana nao lakini mwisho wa siku akasema najua mimi nitakapoondoka hapa huyo. E, mbwa mwitu wakali watakuja wasilihurumie kundi. Lakini kuna watu miongoni mwenu. Eh, yaani miongoni mwenu watageuka tayari kwamba watabadilika au watakengeuka. Okay. Ni wale somo kengeufu watakengeuka, wawavutie kwao. Yaani maana yake kwamba watabadilisha vitu kwa ajili ya kanisa wanufaike wao. Sasa hapa nazungumzia nini? Wazee wa kanisa. Wazee gani? Wazee wa kanisa. Lakini hawa wazee ndio wanaoambia walichunge nini? Walichunge kundi, hao wazee wa kanisa. Nini maana ya mzee? Maanake mzee mm. ni mtu mzee, inatokana na umri, kwamba kuna umri mkubwa. Kwa mfano kama mimi ni mzee, wewe si ni kijana? Mimi na zaidi ya miaka 60 na mm. miaka 20 na kitu, automatically mtu akikutazama akikutazama, inaeleweka mimi ni mzee, wewe ni kijana. Hmm. Hmm. Ukashangaa mtu anaitwa mzee wa kanisa, hmm. ni kama ya umri. Ila katika kusanyiko, maana Paulo injili mm. akishahubiri, mahali unaweza kupatikana wakaokolewa watu hata elfu mbili. Wakishapatikana watu elfu mbili ina maana zile vipawa na karama ya Mungu labda ya, ya uinjilisti, ya uchungaji hmm, ya utume, ya ualimu na unabii ilikuwa bado haijainuka. Kwa hiyo maana ni kwamba anaangalia sasa miongoni mwa wazee, kama hilo sehemu katika watu elfu mbili kuna wazee ishirini hmm, kunakuwa kama kura nyewe wazee ishirini hmm, apatikane mzee kiongozi. Yule mzee kiongozi anapewa masharti, awe mume wa mke mmoja, asiwe mtu asiwe mtu mwenye kupenda fedha. Kuna sifa zake, sifa yake mojawapo ni hiyo, awe mume mw, awe wa mke mmoja lakini ni mzee, lakini mzee kiongozi, zile sifa akizitimiza, basi anachaguliwa kuwa nini? Kuwa kuwa mzee, mzee, kwani mzee kiongozi sasa. okay. Mzee kiongozi ile ofisi yake, maana wale ni wazee wengine, ile ofisi yake inaitwa nini? Soma matendo ya mit, eh, no, Petro wa kwanza sura Petro wa kwanza tano, Petro. Petro wa kwanza, tano. Okay. Kwa Paulo anazungumza kwamba atakavyoondoka mimi kuna mambo ya mwito watakuja lakini hata miongoni mwa wenyewe wazee kuna watu ambao watabadilika. Wataleta mafundisho wengine mwito kwa ajili ya tano moja. Eh, sawa sawa. Hapo nasoma kwamba nawasihi wazee walio kwenu. Okay. Mimi niliye mzee mwenzi. Unaona hapo kisha na, nawasihi wazee walio kwenu. Mimi nilie mzee. Kipindi na Petro amekuwa ni mzee eh. Sasa mwenzi wao mm -hmm. Na shahidi wa mateso ya Kristo. Ndio. Na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lilo kwenu, lichungeni kundi. Paulo hmm. pale anazungumza wale jamaa walichunge kundi, na Petro naye anasema lichungeni hmm. kundi, anaongea na wazee, na wazee okay. napo okay. na kulisimamia mm -hmm. si mm -hmm. kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo okay. si fedha sio kwa kutaka fedha e, ya aibu, bali kuna fedha nyingine za aibu rushwa, mm -hmm. nini, vitu kama hivyo endelea. uh -huh. mpaka tano asima... wala si kama wajifanyao mabwana, e, juu ya, wasiwe mabwana juu ya mitaa. Maanake ni kwamba wale wanakuwa tu kwenye mitaa mm -hmm. ambao ni wazee wa kanisa, kuna mitaa yao ile. okay. e, sio nchi nzima wala wilaya eh. bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Ndiyo nasema na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa nitaipokea okay, taji ya utukufu. Kwa maana wale wazee ni wachungaji, uh -huh. ila kuna mchungaji mkuu ambaye ni Kristo. Endelea. mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka aafuta, nasema vivyo uh -huh. hivyo ninyi vijana watiini wazee, unaona inavyokwenda imeshajibu ile swali uh, kwamba sasa shazungumza wazee okay, lakini bado ikazungumza vijana hmm, kwao nafasi okay, ya uzee inabaki. Ina maana kwamba baki mzee ni swala la umri, ila umri huo baadaye anakuwa na nini na, na, na, na, na sifa fulani baada ya aweze kuchaguliwa, lakini lazima awe mzee mzee, mtu wa umri mkubwa okay. <muchisma> sawa kabisa. uh -huh. Vijana nasema watiini wazee, naam, ninyi nyote <laughs> jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu hawapinga wenye kiburi mm, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Inakuja pale pale sasa tujaribu kuangalia maana ya mzee hmm, na ukengeufu hmm, na mab hmm, na mabadiliko ambayo yamefanya nini okay, yameonekana sasa hmm. hii lazima tuende sasa, kuna somo ambalo ukienda viyo, sasa Tito inajibu hilo swali sasa, kuhusu hmm, huyu mzee na askofu kuna uhusiano gani? Yaani mzee wa kanisa na askofu na kuna uhusiano gani? Tito moja, moja hadi saba. Jibu utalipata hapo hapo. Okay. Tito moja. Tito moja. Mm -hmm. Tito moja, moja. Moja hadi saba. Paulo mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateoye wa Mungu mm -hmm. na ujuzi wa kweli ile iletayo utaua mm -hmm. Anasema katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliuahidi tangu mm -hmm. milele okay. Akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule, katika ule ujumbe niliyowekewa amani mimi kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu, Mwokozi wetu Mungu mm -hmm. ndio mm -hmm. kwa Tito mwanangu hasa katika okay. imani tuishiri, tuishirikio mm -hmm. neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu mwokozi wetu. Walisema Mungu mwokozi na hapa amesema Yesu mwokozi, hilo ni mada nyingine. mm -hmm. Endelea. okay. mm -hmm. kwa sababu hii nilikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyo kwa sababu umo. hii nilikuacha Krete, Krete. ili uyatengeneze yaliyo Yaliyopunguka, na kuweka wazee katika oh, kila oh, mji kama vile nilivyo maana um, kwa kwamba Petro nani, Paulo anamwambia Tito alimwacha Krete hmm, ili aweke nini wazee waze, katika mitaa katika makanisa fulani anaye waweka nani ni Tito. Endelea yes, hakushitakiwa neno. Sifa za wazee hizo, ikiwa mtu, ikiwa mtu hakushitakiwa neno naye ni, um, okay, mm, ni mume wa mke mmoja ana watoto waaminio wasioshitakiwa kuwa ni wafisadi wala wasio yoti wasio yoti. Maana imempasa askofu awe mtu asiye asiye shtakiwa. Pale juu amesemaje? Alizungumzia wazee, ila hapa chini amesemaje? Maana askofu, yaani mzee asiwe mtu asiyeshtakiwa. Maana ilimpasa askofu, askofu. Okay. imeingia wapi hiyo askofu hmm. imeingia kwenye mzee kwa hiyo maanake ni kwamba uh, yule mzee kiongozi anapoitwa askofu maanake, mm. Kama askofu ni nini? Ni nini, ni ofisi yake, okay. Kiofisi. Kwa hiyo hakuna, sasa kuna hapa hakuna, hakuna mzee wa kanisa na askofu ni yule yule, okay. Sasa kuna watu imefikia hatua ni kwamba <laughs> wameigawanya sasa pale kwamba mzee wa kanisa mm-hmm. ni mtu ambaye ni mwingine na askofu ni mwingi ni mwingine haijasema okay. Hivyo tena amesema kwenye mitaa. Kwa hiyo uzee unaishia katika mitaa, sio kwamba anakuwa na mamlaka au madaraka ya juu zaidi kwa ajili ya kwamba sasa kuna, kunakuwa kuna na wachungaji afu yeye anakuwa askofu okay. Biblia haijazungumza hivyo kwa sababu eh, kuanzia habari ya mchungaji hmm, ni vipawa vya Mungu, mwinjilisti, mtume, nabii eh, wale ni vipaa ambavyo ni Mungu anavyovileta. Mchungaji kuna watu zikaza kasomea uchungaji, wanaweza kasema kwa sababu kwa, kwa sababu ya ku, kuchakachua, lakini ushawahi kusikia mtu anasomea unabii? Hapa, unabii hapana, unabii mtu anayemfanya mnabii ni Mungu. Kwa namna moja ilivyokuwa mwanzoni ni kwamba huyu mzee wa kanisa ambaye ndio mzee kiongozi ndio huyu anaitwa askofu As, lakini ilianza ukengeufu, ulianza kuondoka pale kwa nafasi yake ili kufanya kama ni cheo Kuonekana askofu ni mtu ni mtu mkubwa sasa. Hmm, hili baada ya kuanza hili sifa za, za askofu zote zitakuwa katika Timotheo wa kwanza moja tatu lakini Timotheo wa kwanza hii hatutaisoma.